Ya fujo hapo, Kabuchai. The last time tulikuwa hapo Kabuchai, alipaga guns wakapiga magari yetu wakapia malala pone halwale So hawataki kukubali, iko independent candidate hapo Kabuchai amekibisa mtu ya Wetangula, ile bio hujaona. Na kwa sababu hao watu ya Ruto hawataki kukubali, watashindwa. Wameanza fujo hapo, tumetoka mbele, walikuwa wamepanga kuigilia mkutano yetu leo. Nikiwa kwa kanisa, iko mtu alikuwa amekuja na na kisu, na ni personal assistant ya Benstar, anaitwa Ruko, lakini hakupata nafasi ya kunikaribia. Alichotwa na vijana akachukuliwa juju because vijana wako wako angalifu sana, wananichunga, wanachunga viongozi. Mimi nataka kuambia watu ya Ruto, tafadhali, muache fujo, wacheni tukutane kwa debe kama mko na umaarufu ile mnasema mko nayo, ati Ruto wamefanya kazi oh, sijui apewe tu. Kama mko na confidence, mko sawa, mbona mnaleta fujo? Si ni kama yanaro atinduzwa nataka kupanga fujo kesho, kwa sababu anajua ameshindwa. Sasa fujo itamsaidia na nini? In fact akitoa fujo imemaliza uchaguzi yetu, wachague ile mtu wanataka. Hii maneno ya fujo, wa fujo hawezi peleka taifa yetu mbele, na mimi ningeambia Ruto na watu yake, please stop violence. It cannot help you talk to the people of Kenya if you think you have something to offer if you think you think can persuade them wachague mtu yenu, ongelesha wa Kenya. Hapa anapanga fujo na hii maneno ya fujo, hakuna pahali taenda. Hapo Malava wamepanga fujo, na Wetangula ndio mwenye kupanga fujo katika Western Kenya, ni mtu ya fujo tangu zamani. Na mimi nataka niambie hawa, their time is up, wa Kenya wamerehuka. Na any time unapanga fujo, huyo candidate wa Kabuchai, hiyo fujo walipiga Natembeya imefanya apite asubuhi Kesho mtutu akitoa fujo naro uchaguzi wetu imeisha, because watu wataki yo ujinga ya fujo ya kulete makelele ya kulete farakano ya kuumiza watu. Wa Kenya wanataka wapewe nafasi, wachague ile mtu wanataka, kwa sababu inatakana ikuwe namna hiyo.